Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalo lipata kutoka katika Injili ya Marko sura ya sita aya ya kumi na nne hadi ya ishirini na tisa. Nitaisoma. Mfalme Herode alisikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa, akasema Yohane Mbatizaji amefufuka katika wafu na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Wengine walisema ni Elia, wengine walisema huyu ni nabii au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herode aliposikia, alisema Yohane, niliyemkata kichwa, amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohane akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemuoa. Kwa sababu Yohane alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa ndugu iyo yu. Naye yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asipate. Maana Herode alimuogopa Yohane akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa na Herode, siku kuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake na majimedali na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza akampendeza Herode na wale walio keti pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwapia, lolote utakalo niomba nitakupa hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuliza mamaye, "Niombe nini?" naye akasema kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari akaamuru kuleta kichwa chake basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wake wakauzika kaburini. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, habari za Yesu Kristo na miujiza aliyokuwa naifanya baada ya kutoa mafundisho na baadaye, alipowatuma wale thenasha la kumi na wawili wakaenda kutoa mapepo na kuponya wagonjwa, zilisambaa zikaenea maeneo mbalimbali, na habari hizi zikamfikia aliyekuwa mtawala wa eneo hilo la Galilaya Galilea na tiberius aliyekuwa anaitwa herode Herode huyu Alikuwa amefanya dhambi moja mbaya ambayo ilileta simanzi kwa kanisa, kwa watu wa nyakati zile. Dhambi hii ilikuwa ya kumuua yule aliyekuwa anabatiza watu, Yohana Mbatizaji. Alimuua kwa sababu Yohana Mbatizaji alimwambia ukweli kwamba unakuja kuja kubatizwa, alafu ndani mwako una uzinzi, uzinzi mbaya wa kuiba mke wa ndugu yako, na umemfukuza mke wako. Kama unataka kushiriki katika mambo ya ibada, jisafishe uweze kuwa safi, acha dhambi ya uzinzi, mrudishe huyo mke wa ndugu yako, ndipo uje ushiriki katika mambo matakatifu. Jambo hili lilimpelekea, ndio habari mmesikia kwamba baadaye akaja akamuua. Sasa mwanzoni hapa, kuna jambo ambalo tunalisikia kwamba huyu Herode akaanza kusema ni nabii ameibuka, wengine wakasema nabii Eliya, yeye akasema mbona Yohana nilimkata kichwa. Twajifunza kitu gani? kiongozi ambaye ni mtawala au mtu yeyote ile ambaye una nafasi ya utawala, ukiona umetumia nafasi yako ya ya utawala katika kuweza kuangamiza maisha ya watu, dhambi hiyo itakutesa sana, sana, kwa sababu mwanadamu ameumbwa mwili na roho, mwanadamu ana nafsi. Kuna kipindi unaweza ukajipofusha katika mambo ya mwili, ukazama katika ulevi na starehe na sherehe na birthday kama alivyokuwa anafanya Herode, lakini ulevi ukiisha utakutana na nafsi yako nafsi yako itakukumbusha kile kitendo kibaya cha mauaji ulichokuwa umekifanya, na baada ya hapo, unaanza kuingia katika hofu kuingi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Herode, kwamba uwezi ukafanya uovu wa mauaji kwa viongozi wa kidini alafu ukabaki salama. Lazima utakuja kushitakiwa tu, nafsi yako itakuuma, itakutesa, na katika hali hiyo sasa unaingia katika hofu. Kwa sababu mimi niliua, unaanza kuona kabisa kwamba na mimi nitakuja kufanyiwa jambo hilo hilo. Hasa jambo hili linamtesa Herode, aliposikia kwamba kuna mtu mwingine anafanya miujiza, anafanya makubwa yale yale ambayo Yesu Kristo, ambayo Yohana Mbatizaji alikuwa ameyatenda. Tutajifunza kitu gani? Unaweza ukamuua mjumbe wa Mungu ambaye amekwambia ukweli lakini ule ujumbe wake ukabaki pale pale, na utasonga mbele, utakutesa na baadaye pia wataibuka wengine. Kamwe hata siku moja huwezi ukashindana na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Utamuua huyu, lakini kesho wataibuka wengine, na neno la Mwenyezi Mungu lile lile ambalo ni upanga ukatao kuwili kuwili litasonga mbele nyakati zote, na imeandikwa habari hii ya Herode katika kuweza kuwaonya watawala ambao hawataki kukabiliana na ukweli wa maisha yao maovu machafu, wanakuwa na tabia ya kuangamiza wale watu wanaozungumza haki, wanaozungumza ukweli. Na hii pia imeletwa kwetu kutupatia nguvu katika tukio la kuuawa kwa Yohana Mbatizaji, kwamba ukweli wa Mungu utabaki pale pale, hata kama watafika hatua watawala kukataa ukweli kwa kuweza kuwaangamiza, kuweza kuwachinja hawa ambao ni watumishi wa Mungu. Ni vema kufa katika ukweli kama Yohana Mbatizaji, kuliko kutetea uovu na uovu unakumbatia wale wa viongozi waovu, unawapepea wakati wametenda mambo ambayo ni maovu. Mwambie ukweli hadi katika gharama ya maisha yako, na angalia baadaye. Sasa huyu Herode anachokifanya kwa sababu ya starehe, kwa sababu ya viapo alivyovitoa, kwa sababu ya binti yake alivyoenda kucheza mbele zake tena michezo mibaya, anashindwa kuweza kutetea ukweli kwamba huyu Yohane Mbatizaji ambaye alipokuwa ananihubiria neno alimsikiliza akafadhaika sana kwa furaha. Anashindwa kuweza kutetea ukweli kwa sababu ya viapo na ulevi. Usije ukaapa katika nyakati za furaha za maisha yako, usije ukaapa kitu mbele ya binti yako mbele ya ndugu zako, wakati umelewa, wakati umekunywa, wakati uko na furaha kubwa, au ukiwa na huzuni. Katika habari za kutoa viapo, toa viapo ukiwa katika hali ya utulivu, zungumza kitu katika hali ya utulivu, yasije yakakukuta haya ya yule eh, Herode. Na wewe pia ambaye ni mwanamke, mara nyingi sana unatembea na kisasi kwa sababu uliambiwa ukweli, unatembea na kisasi mpaka kuja kuoa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na wewe pia jina lako. Ndio maana mpaka leo hii sijawahi kumbatiza mtoto anaitwa Herodia kwa sababu ya roho mbaya huyu mwanamke, mwanamke ambaye ametembea katika roho ya Yezebeli. Yezebeli aliyekuwa ana kazi ya kuweza kuua manabii wa Mwenyezi Mungu. Yezebeli alikuwa anataka kumuua nabii Elia, alivyoshindwa kuweza kufanya ile kazi ya kumuua nabii Eliya alivyochukuliwa na upepo kisulisuli, ile sumu ikaendelea. Na hii sumu imerudi pia kwa huyu mwanamke Herodia, anakuja kumuua Yohana Mbatizaji ambaye Yohana mbatizaji alikuwa anatembea katika roho ya nabii Elia. Anawaua watumishi wa Mwenyezi Mungu na imeandikwa kuweza kuwaonya kila wanawake ambao wanaotumia nafasi zao kuweza kuwaua watumishi wa Mwenyezi Mungu. Atubariki na kutunda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.